Leo tuko hapa kwa ajili ya uzinduzi wa jengo la Nyansaho Foundation ambayo ina thamani ya takriban shilingi milioni mia mbili hamsini. Nyansaho Foundation katika wilaya yetu ya Serengeti imechangia takriban shilingi milioni mia tano hamsini na sita laki nne na themanini na mia tano kwenye miradi ya afya elimu pamoja na mahitaji maalum katika kata zetu zote 30 zilizoko wilaya yetu ya Serengeti mambo yaliyofanyika ni mengi kweli kweli. Tukumbuke pia Serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Rais wetu mpendwa Dkt. Samia Suluhu Hassan. Amekuwa akifanya kazi kwa ukaribu katika mazingira rafiki na wadau wa maendeleo kupitia programu ya public private partnership ambayo inaitwa PPP. Kwa haya anayofanya Dkt. Nyansaho yana kwa kwa asilimia mia moja. Nyansaho Foundation ni foundation ambayo imekuja kuimarisha maendeleo ndani ya wilaya ya Serengeti, hususan ni kuendelea kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kama mdau amefanya kazi nzuri kwenye kata zetu, na ninyi ni mashahidi, na ndio maana mmealikwa, mmekuja, laiti ingekuwa hajafanya jambo la aina yoyote hakuna mtu angekuja katika viwanja hivi Mheshimiwa mgeni rasmi na kusii. Kwa namna ya kipekee watu wa namna hii ya Nyansaho foundation tuwatafute ndani waliko, popote walipo ndani ya mkoa wa Mara na wilaya Serengeti, kama wapo wa namna hii waje waungane na Nyansaho wasaidie wana Serengeti. Kwa nini tuliamua kuanzisha hii foundation? Sisi tumekulia humu humu tumeona changamoto za huku Tanzania yetu Mara yetu na Serengeti yetu. Lakini na mimi kuna wakati nilikuwa nikija nyumbani, kiukweli, niliamua kufanya utafiti wangu tu wa kuacha kila mtu anayekuja nimsikilize, lakini kikubwa nikawa nataka nijue shida kubwa ya ndugu zetu au changamoto kubwa iko kwenye nini. Nikagundua kwamba watu wengi wanafikiriana kwamba kila anayekuja kwetu anakuja kuomba fedha. Naomba niwaambie hiyo sio kweli, ukweli uko hivi: watu wengi sana wana changamoto na mambo ya afya, wengi sana hasa kina mama. Foundation ya Nyansaho inaenda kuleta chachu na maendeleo kwa Wanaserengeti wote kiujumla. Nipende tu kushukuru ya kwamba Foundation hii imeanzishwa kwa ajili ya kutusaidia wana Serengeti, na moja ya mahitaji muhimu sana kwa binadamu ni pamoja na elimu, afya na kadhalika mahitaji maalum, ambayo yote unaona ya kwamba foundation ya Nyansaho imekusudia kwa dhamira ya dhati kwa ajili ya kuwasaidia na kuwakomboa wana Serengeti kwa ujumla. Jambo la pekee ninaloweza kusema tunamwombea Dkt. Rimo Nyansaho, Mwenyezi Mungu aendelee kumjalia afya njema, ili chachu na njozi aliyonayo kwa ajili ya wana Serengeti iendelee kushamili kwa sasa na hata kwa maisha ya baadaye. Nimefurahia na Nyansaho Foundation kwa sababu imetusaidia watoto wetu, elimu afya, pia na tunafaisha wilaya ya Serengeti mambo ambayo yanatutendea. Hata mimi pia waliweza kunishughulikia kwenye masuala ya afya, nikaweza kupata matibabu. Ninashukuru sana kupata huduma hii, na pia tunaomba na wengine nao pia waweze kuiga mfano bora. Kama shuleni kwetu tulikuwa na upungufu wa vitu, kwa mfano bweni tulikuwa hatuna, lakini katuahidi kwa miaka hii nimeona wakituletea mifuko ya wa simenti kwa ajili kututimizia kutujengea bweni kwa ajili ya kupata muda mwingi.